Kwa hakika Mkokotoni pamependeza. Nilikuwa na mtu pembeni ananiambia shamba kuzuri, naambia shamba kuzuri kweli, kwa sababu wenyewe wanajijua. Watu wa kaskazini tunajijua, si ndio? Watu wa kazazini, vipi? Tunataka nchi yetu, tunataka nini nchi yetu? Ndugu zangu, tupo katika kipindi cha kampeni cha kunadi na kuwauza wagombea wetu ndani ya majimbo yetu. Kampeni zinaendelea vizuri majimbo yote matano ya kaskazini, ee, taarifa zake za kampeni ziko vizuri na zinaendelea vizuri. Jana tulikuwa na kikao cha kutathmini kazi yetu tulivyoifanya na tulivyoendelea kwa ujumla. Pamoja na mapungufu ya hapa na pale, kazi inaonekana inaenda vizuri, inatoa matumaini ya kwamba tunaenda kufanya vizuri tarehe ishirini na tisa. Tuombeni kwa Mungu atujalie na atupe nguvu tusimame, asitokee yoyote kukosa kujitokeza kupiga kura kwa ajili ya ukombozi wa nchi yetu. Ndugu zangu wananchi, katika muktadha huu na kabla sijafanya kazi ambayo nimetumwa kuja kuifanya hapa, ninaomba niweke angalizo dogo kwa vyombo vya ulinzi na usalama katika wilaya kaskazini. Yeye, la kwanza niwaambie jeshi letu la polisi, tunaendelea vizuri na tunashukuru sana mashirikiano yenu. Hata hivyo, haipendezi kwa vituo vya polisi kupita watu ambao wana silaha wamefunika nyuso zao wakaingia katika mitaa yetu na vituo hivyo vya polisi visiwe na taarifa juu ya watu hao. Nungwi na maeneo ya Kidoto yamekuwa yameingiliwa na vikosi vya mazombi, na wengi wao wakitoka vikosi cha KMKM wanaingia katika maeneo yetu wakihatarisha amani yetu na utulivu wetu hali ya kwamba tunafanya kazi na kampeni katika mazingira ya kuheshimu sheria za nchi yetu. Tarehe saba mwezi wa kumi waliingia katika eneo la kwetu na wakawapiga watu wetu. Napenda niwaambie haistahiki sisi kulindwa mali zetu na nafsi zetu na jeshi la KMKM lakini tunastahiki kulindwa na jeshi la polisi. Sasa kama polisi hawaelewi kwamba hawa kwa watu wanaingia katika maeneo yetu, napenda niwaambie, usiku wanaingia na wanahatarisha na kutisha raia wetu, halikubaliki jambo hili. Tunaliripoti kwenu na tumekwisha kuliripoti kwa mkuu wa wilaya na tumeliripoti kwa mkuu wa mkoa, kama viongozi wa kamati za ulinzi katika mkoa wetu. Lolote litakalotokea, atakayehusika na atabeba msalaba wake kwa dhambi atakayoifanya. Hatupendi maeneo yetu waje askari wengine wa zaidi ya polisi katika kipindi hiki cha kampeni, kwa sababu hakujakuwa na vitisho wala hatari ya jeshi la polisi kuzidiwa na fujo kama ziko, na kwa bahati mbaya hakuna fujo yoyote. sambamba na hilo sambamba na hilo, napenda niwaeleze na niwahadharishe wenzetu katika maeneo yao na hasa ofisi cha Chama cha Mapinduzi pale Gamba. Siasa ni sanaa, siasa ni ustaarabu, na siasa ni sayansi. Kama huwezi kupanga siasa vizuri utaishia kufikiria vipigo na vitisho, jambo ambalo si kweli na wala si sawa na siasa. Siasa ni utawala, siasa ni maendeleo, siasa ni ustarabu wa watu. Chama cha Mapinduzi, kama mmeishiwa, fungeni ofisi, tusubiriane tarehe 29. Ninazo taarifa, mnashauriana katika kumi la mwisho la kampeni zetu muwateke wagombea wetu. Na kuhadharisheni, na kuhadharisheni, mtu yoyote mtakayemteka mtawajibika juu ya tendo hilo, chama cha Mapinduzi.